ya wilaya zetu. Mwenyekiti ameniambia nisiwe mchoyo wa fadhila kuipongeza sana wilaya hii, kwa sababu ina kabisa makini. Yawezekana kote tulipopita, hatukubahatika kuwaona wale wakuu wa idara katika maeneo yao, lakini hapa tumemkuta yule anayesimamia maendeleo, kwa maana afisa maendeleo wa halmashauri hapa Geita. Nimpongeze yeye na wataalamu ambao wameambatana nahiyo yoyote inatokana na usimamizi mzuri wa ofisi ya kamisa. Lakini tupongeze namna ambavyo kumekuwa na maendeleo mazuri ta iiikilikuazisha na ndugu mwenyekiti, tulikuwa tukinong'ona namna ambazo tumefurahishwa idadi ya wale wanavikundi. Wamezingatia jinsia, wapo wa jinsia k na me, tuwapongeze I mean ile mikanda hawazalishi board wanazalisha mikanda ile ya sampuli tofauti tofauti, kutoka 1500 hadi 4800 lakini mwisho akafikia na makusudio makubwa ya kuzalisha mikanda milioni 4 kwa mwaka. Kwa kweli ni hatua kubwa sana sana sana, na hata hizo fedha walizoelekezewa wao takriban milioni 289 mili, ni fedha nyingi, lakini ilitokana na ambavyo walirejesha mrejesho chanya. Walikabidhiwa fedha za mwanzo zikiwa hazina riba, kama tunavyofahamu, wakafanya kazi, zikarejeshwa kurejeshwa kule, kukawapa imani halmashauri hapa kuwapatia fedha kwa awamu nyingine na wameendelea kufanya vizuri. Mtie shime kwa vikundi vingine vya vijana, mikopo hii mkiipata mjitahidi kuirejesha, mjenge imani kwa vijana wengine. Manufaa tumeelezwa mengi, kwa sababu miji yetu inaenda ikikuwa kisasa endaji wao tunatamani kuona ndani mandhari yanakuwa mazuri kwa upande wa mapambo ya bodi zetu, kama ambavyo vijana wenzetu wanafanya. Lakini si tu kupendezesha, wametuvutia zaidi kwa sababu wao wamekuwa pia ni wadau wakubwa wa kulipa kodi. Tunaambiwa kwamba sisi kama wateja tukienda tukinunua kitu tudai risiti, tukumbuke tunachangia katika mapato ya taifa letu, kwa maana ya kodi. Lakini na wao pia wanachangia kodi ndani ya taifa letu. Sasa yote haya tunaeleza kama faida, lakini yuko kiongozi jasiri kuongoza njia, daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye alitupa jicho kuona vijana tunajikwamua vipi kiuchumi, tunapata vipi ukwasi. Ndugu mwenyekiti, baada ya jicho lake la tatu kuona hivyo, akaona vijana wanyonge kule chini hawapati mikopo hii katika namna iliyokuwa sawa. Wewe ni shahidi mwaka jana, mchakato ulifumuliwa ukaanza upya. Tulikaa kipindi ambacho mikopo hii ilisitishwa lakini baada ya kurejeshwa zile kamati zimeendelea kuwaasisi wale vijana wanyonge na vijana, bila kujali anatoka chama gani cha siasa, wamenufaika na mikopo hii. Nani kama serikali ya chama cha mapinduzi? Nani kama Dokta Samia Suluhu Hassan? Na wale vijana wenzetu ambao walikuwa wanaendelea kufahamu kwamba mikopo hii ilisitishwa, wajue kwamba ilisharejeshwa, waende katika halmashauri, waende wakafuate utaratibu. Lakini wale maafisa maendeleo waliofika hapa na timu nzima wameitika wito wako mwenyekiti wetu. Katika ziara hii waendelee kufika katika maeneo tofauti tofauti kutoa elimu kwa vijana wenzetu, waendelee kupata faida na mikopo hii ya asilimia nne kwetu sisi vijana, nne kwa wanawake na zile mbili kwa watu wenye mahitaji maalum. Baada ya kuyasema hayo, ndugu mwenyekiti, na kushukuru sana kwa nafasi. Kidumu Chama cha Mapinduzi.